Mimi sijamtaja mtu jina, atakai nijibu, na waomba Waislamu duniani kote mumjue nimemgusa na ndio mwenye sifa hizo, na hotuba yangu imemgusa, na ndio maana akajitokeza. Ukirusha jiwe kizani, ukasikia mtoto ukasema yala, ndio huyo huyo, mtu mzima. Na hapa leo nikupeni kisa ambacho sijawahi kukitoa maisha yangu Naomba nitoe kisa ambacho kimenikuta mimi mwenyewe, sijawahi kukitoa ila kwa ndugu zangu na watu wangu wa karibu, na ni mara ya kwanza nakitoa chikisa. Na hapa kwa yule ambaye nafsi yangu iko mikononi mwake Naapa kwa yule aliyemtuma Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kwa haki, sitaki kutaja awamu wala kutaja majina ya watu. Nilikuwa Nairobi kidawa miaka mitano sita saba ya mama, nikiwa kule nilipigiwa simu na polisi mmoja ambaye ni rafiki yangu na alikuwa polisi Chang'ombe pale. kabashekhe Wewe una peji ya Facebook? Nikamwambia hapana, Facebook counter book panya book siyajui, bado sijaingia umo mimi Akaniambia na kutumia linki, kuna mtu kafungua peji kwenye Facebook, content zake zote ni za ugaidi, patika vichwa vya watu wamekatwa, watu wameuawa, ana posti, leo nimeua watu kadhaa leo nimefanya kadhaa, alafu Sheikh Nurdin Kishk, na picha zangu kaweka kwenye kwenye profile. Akaniambia ndugu yangu, dunia imeharibika wewe unafahamika na naamini kwa asilimia kubwa kabisa serikali inajua wewe sio gaidi na inakuamini, lakini hili lazima ukaliripoti ukirudi. Ndugu zangu, mimi nimerudi Jumatatu, Jumapili, Jumatatu nimefika polisi cha Ng'ombe kufungua kutoa taarifa, kesi ikachunguzwa, nikawa napigwa dana, dana mpaka siku moja nikawa mkali kama mbogo, nikasema, nisipokuja nisingelikuja kufungua leo faili na kusema hii akaunti sio ya kwangu, naomba achunguzwe, nani huyu ananitakia ubaya, mgenitafuta kwa ubaya na mgeniteketeza. Nakwenda kwa DCI, nikaenda kwa DCI, wakati huo ni diwani Othmani, Mungu amhifadhi giwanithmani nikaomba appointment, akanipa appointment siku ya Jumamosi, siku ambayo pirika zinapungua ofisini kwake, na akaniwekea maafisa zaidi ya kumi, nami nimekwenda na mwenzangu mmoja. Kipi kilichotokea? Yapi yaliyojiri? aqulu ma tasmaun wastaghfiru Llaha li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim alhamdulillahi rabbil alamin

Nikasema, mimi ni mwana wa amani, nalingania amani na nimelingania amani, si kwa ajili yako wala kwa ajili ya serikali, kwa sababu mafundisho ya Qur'ani na Sunna vimenitaka mimi nihubiri amani na aya chungu nzima na hadithi chungu nzima. Leo nimechomekewa jambo baya nimelileta kwenu, miezi imekatika, mtaki kum, kumtoa muhalifu ni nani? <coughs> Akaniuliza, Shekhe, kuna mtu unayemtuhumu? Nikamwambia hapana, siwezi jua maadui zangu wako wangapi. Ninachojua mimi, wapenzi wangu ni wengi kuliko maadui zangu, kwa sababu maadui wanaojitokeza hadharani kunitukana mimi na kunishambulia, tukiwahisabu hata hamsini hawafiki. Lakini umma wa Kiislamu wanaonipenda duniani kote, kwa sababu ya kazi hii iliyotukuka ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni wengi mno. Kwa hiyo na hisabu, wapenzi wangu ni wengi kuliko maadui zangu, kama Shekhe Bwana afande huyu ambaye tumemkabidhi kesi kwa nia njema, na naomba um chukulie kwa nia njema. Hii akaunti ameiblok, hakujua kama lengo lako ni kufuatilia hii cheni, nani yuko nyuma ya akaunti hii. Alitaka kwanza kuzuia madhara dhidi yako. Kwa kitendo cha kuzuia, tumekosa access zote za kujua nani kafungua. Nilikuwa mkali kama mbogo na yule afande hakuchukua muda, wallahi ameondoka duniani, kwa sababu nilikuwa nalia machozi ya moyoni. Nani kanidhulumu mimi? Mbona sina uadui na mtu? Akaniomba sana yule DCI kwamba jambo hili niliache, na akaniambia naandika, kuanzia leo lolote litakalotokea katika sura kama hii dhidi yako tunajua ni katika mwendelezo wa maadui zako, usiwe na wasiwasi. Nikawa sina jinsi, nitasema nini? niisi akaunti ishablokiwa, nikaba huna nia njema na mimi, nyinyi mmeshamjua huyo alionichomekea, ndo maana mnalipotezea, mwenzangu ananikanyaga tafu kwa miguu, punguza jazba, kabaniache Wallahi, naapa kwa yule ambaye nafsi yangu iko mikononi mwake, haya nayekwambieni amenitokea mimi. Nikakubali aishe, nikaondoka zangu. Siku tatu hazikupita, ananipigia kijana mmoja wa Kiislamu, sitaki kumtaja anatokea wapi na anafanya kazi wapi. Kaniomba tukutane nje ya maeneo yangu haya, nikamfuata akanaambaakaniambia ni mashekhe wenzako wawili wamekutengenezea skenda hii ili ukaungana na kila Mselemu Ali kule gerezani, na ndio maana disiaya kona aibu kuwaumbua. Ila kawasema mashehe wenzangu wawili, kipi kinachowakera? Juhudi? tushindane kwenye juhudi. Kwani mimi na juhudi gani? Juhudi kiduchu kabisa kwenye dini hii dini haiendi kwa sababu ya sisi, nakwenda kwa rahma zake Allah, na laiti ingelikuwa inaenda kwa juhudi zetu isingefika hata mlangoni. Hatuna juhudi lolote, tunajaribu jaribu. Haya ndiyo yaliyotokea, Waislamu, na mimi nilikuwa nahisi atakuwa ni mwislamu wenzangu mashekhe wawili. Niende mbali kidogo, huyo huyo Shekh Mselem Ali na wenzake walipata matatizo mimi niliandika barua wakati wa awamu ya tano kwa wizara husika, niende nikawaone ndugu zangu wale shuhuda, mm -hmm. Shekhe mselem na shekhe faridi muaulizi, na nikajibiwa, na nikaenda gerezani nikaonana nao. Wengi walinisi usiende, Magufuli akijua umeenda kuona utakwisha. Nikawambia ni haki ya mtu kumwona mfungwa, au sio? Haki yake, haki yake, si nimeomba kwa barua, wamenijibu magereza kwamba ruhsa kwa maandishi na ninayo maandishi, naenda nikaenda. Wakati wanamleta Shekh Mselem na Shekh Faridi, waliniambia watakaa chini. Kabla na mbele sana, wawekeni kwenye benchi, mi nakaa juu, wao wanakaa chini. Najua ni utaratibu wenu gerezani. Wakanisikiliza, wakakaa juu na tumezungumza mengi na hatukuwa peke yetu, maaskari walituzunguka. Angalau nimekwenda kuwazuru juzi, kuna mtu ananiambia, mmoja wa ya, ya waislamu katamka maneno mabaya sana. Nikaambia nitumia hiyo klipu, naitaka, akiwa anawashambulia hao wasiokuwa waislamu kwa kumtetea mwanasiasa aliyekuwa ndani, wakatoa tamko atolewe haraka tena bila ya masharti. Wenzetu wako mbali, wanatoa mpaka waraka mwana siasa wao wanaompenda wao, chaguo lao, atolewe haraka. Sisi mashehe ubwagwa, hatuna uwezo wa kutamka lolote. Akaniambia kuna mtu mmoja anamjibu moja ya wale watoa waraka, anasema nini? anasema huyu uh, vipi sisi pia si mashehe, walikaa ndani miaka tisa, mbona hatukusema chochote? Nikasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Muislamu unajifakhiri kwamba waislamu wenzio walikaa ndani miaka tisa na tulinyamaza kimya, tuliu kimya, tumetulia unaona hii ni fahari kusema Ulitaka wasemewe na maskofu? Si mtaka mwasemee. Unyendo mtihani sana. Naomba hotuba yangu nihitimisho. Wenzetu lao ni moja, wenzetu wana uwezo wa kutoa tamko moja, sisi kila mtu ya rabbi nafsi sisi hata tukijaribu kuungana, kila mtu anataka uongozi. wa ana alkabiru fa'azzimuni, kauli mbiu inasema, mimi ndio mkubwa nitukuzeni. Basi mwenzao mmoja akipatwa na matatizo, wanaungana. Sisi wenzetu wangapi walipata matatizo, na wengine wanaendelea kupata matatizo, hatujawahi kufanya chochote, bali baadhi yetu wanaweza wakafurahia matatizo ya wenzetu na wakaongeza katika moto wa petroli, ili moto endelee kuwaka. Wale Waislamu wenzake, wanafunzi wenzake wa Bwana Mtume Muhammad, wafuasi wenzake wa Bwana Mtume Muhammad, wapenzi wenzake wa Bwana Mtume Muhammad, aendelee kuteketea tutauona uso wa Mtume siku ya Kiyama? Sisi wenzetu wanahishimika kila kona, sisi tunadharaulika kila kona. Kwa nini? wamejijengea hishma na sisi ndio tumejijengea dharau hiyo, na tukidharauliwa tunakasirika. Nini tatizo? Sisi unafiki ni mwingi Uoga ni mwingi, khofu ni nyingi, tamaa ni nyingi, uchawa ni mwingi, na hatuna ikhlas katika dini yetu, na hatudhani ya kuwa iko siku tutaondoka duniani. Kipi tufanye basi ili sisi tuheshimike na heshima yetu irudi na utukufu wetu urudi? Ya kufanywa ni mengi, lakini naomba nikuambie ni machache tu ili kuokoa muda wa hotuba. Katika sura hiyo hiyo ya nane Al Anfal, aya nambari 46, Allah katuambia, mkitaka kupoteza nguvu zenu tamko lenu uwezo wenu umoja wenu, anatufundisha jambo, anasema

Namtiini mtume maagizo hayo, wala tanazau wala msikinzane, wala tanazau wala msikinzane, wala tanazau wala msigongane, wala tanazau wala msigombane. Fatafshalu, mkifanya hivyo mtafeli Kwa sababu ya migogoro, nimekupeni mfano. Wiki mbili zimebaki, badala ya kuona mashekhe wakiwaeleza watu utukufu wa mwezi wa Dhulhijja, masiku kumi bora, utukufu wa kufunga siku ya Arafa, ngoma Simba na Yanga Arafa moja au mbili, mwisho wa malengo ya Arafa hayapatikani, na Waislamu hawajui Arafa nini, fadhila zake nini, migogoro babu mivutano ngenga raddi yametufikisha hapa. wala tanazau, wala msikinzane, msigombane, msivutane, fatafshalu, mtafeli, tumefeli hatujafeli, sisi tumefeli. watadhhaba rihukum, na nguvu zenu zitaondoka. Hatuna nguvu, tunatumika tu pale tunapotakiwa kutumika na muislamu anaweza kwa jiwe moja, laki moja tu akauza dini yake, lakini asiye kwa mwislamu humuingie kwa ushawishi wa pesa, na kama atakubali mamilioni ya pesa. Na tunajulikana baba, she laki moja na mtosha baba skofu hapa chini ya thalathini milioni, akubali hiyo laki. Inakupeleka wapi? njaa tamatu la hawla wala quwwata illa billah. Nahitimisha hotuba yangu Islam. Jambo la pili, mashekhe tunyoke, viongozi tunyoke. Haya ninayosema sio shutma kwa mashekhe wenzangu, bali na mimi nimejiingiza humo ndani, na mimi nimo. Hakuna sehemu inaweza nikakwepa lawama, hata kama nimefanya jitihada kadhaa bado hazilingani na ukweli na uhalisia unaotakiwa. Jambo la kwanza tufanyie kazi haya. Jambo la pili, mashehe na viongozi tunyooke, tuache kujidhalilisha. Tunajidhalilisha wenyewe. Tuache kuuza dini, tuache kuuza imani. Mshairi anasema, kaifa yastaqimu dhillu waludu awaju, vipi tanyoka? Wakati mtu umepinda vipi, waumini wetu watanyoka? Sisi tumepinda. Tupendane, tushikamane, tuthaminiane, tufanye kazi mafundisho sahihi ya Qurani na sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sababu Qurani iko wazi, sunna ziko wazi Maelekezo yako wazi, namna gani Waislamu tunavyotakiwa kushikamana, kupendana, kuthaminiana, letu liwe moja, tuheshimiane, ikhtilafu zetu tuziweke pembeni. Hutaki kufuata na ushehe wako na uimamu wako na umamuma wako wewe hufati Qur'ani na sunna, unakwenda kinyume na aya kedekede zilizoagiza majambo hayo na hadithi kedekede zilizoagiza majambo hayo. Mwisho, kwa hotuba hii, najua itakaliwa sana, ikalieni vya kutosha. Nimeongea kwa mujibu wa Qur'ani na sunna. Kwa hotuba hii naweza kushangaa akanijibu mtu katika hao mashehe wenzangu. Sikumtaja mtu jina, nyinyi mashahidi Sijataja jina baraza la mtu, taasisi ya mtu, jumuiya ya mtu. Nimetoa hutuba hii kupitia matukio yaliyojiri katika nchi yetu. Moja ya maaskofu alipata kushambuliwa, maaskofu nchi nzima wameungana, mmoja tu, na katika nchi hii haijapatapo kutokea askofu kushambuliwa. Wenzetu watukufu, watakatifu tunashambuliwa ni sisi tu wanyonge wa Mungu na Mtume. Wamejitokeza wanatoa matamko mazito mazito, bali wanajiingiza mpaka kwenye siasa na kutetea wanasiasa wana siyasa, wanaudhubutu kwa sababu wamejijengea heshima na wakaheshimika. Sisi tumejengea kudharauliwa na tumedharaulika. Mimi sijamtaja mtu jina atakayenijibu, na waomba Waislamu duniani kote mumjue nimemgusa na ndio mwenye sifa hizo na hotuba yangu imemgusa na ndio maana akajitokeza. Ukirusha jiwe kizani, ukasikia mtoto, ukasema yala, ndio huyo huyo mtu mzima.